Hey, baby, yani leo nimekuletea zawadi si. Mbona kwanza sasa hivi nawaka mmeo, si mbona viatu saa kali? Sasa leo nakuletea zawadi yako sasa hivi, nawaka ni chochote utachotaka wewe, niambie mimi, kila kitu nitakupa. Na ndakupa a zawadi ya kiatu chapa ya Jordan nimenua laki tano, imenitoka hebu akutosha kujaribisha Unazingua vipi? Hamna shida, hey, sambwana <laughs> <laughs> chenu umegeuza, alafu <laughs> yeah. Mwanangu, nilikwambia wewe hivyo vitu urudishe lini? <laughs> Oh, sambia kunapatia demu wako na nyumba nani? Alafu leo unakuja kumuonga mwanamke viatu vyangu mimi? <laughs> yeah hivi Andrew, unanichukuliaje? Tusipoteze time, tia vitu vyangu mangu, na tia vitu vyangu baby samani na baby samani, naomba hicho kiatu e mono, unanenepa kwa vitu vyakwazitoweka. Tafuta bwana bwana, no. <laughs> cheni cheni ulogeuza kama nani? Unageuza cheni kama nani? Awachunga oh, mwanangu chunga, chunga. Afuli kuja peku nyumbani vua, nakuja kuwazima na, na, vitu naleta mambo mambo mambo yako hapa, nakuja kwa mwanangu na, au nichukue shati langu basi no, shati ndakuletea hiki nini? hiki nini? ongea nayo iki nini? Sikia, kwanzia leo sitaki mazoea nayo, usinijue, tusijuana, mshenzi mkubwa baby. <laughs> <laughs>